Hii ni siku gani? yauma yatadhakaru linsanu ma saa, kumbukumbu za watu zitarudi, memory za watu zitarudi, kila mtu atakumbuka yote aliyoyafanya leo. Ukiulizwa umekunywa chai gani ya rangi ya maziwa, sikumbuki mm. Ah, nimepagawa mjini hapa Akhera, utakumbuka yote uliyofanya, yote dhambi ya kwanza uliyoifanya mpaka ya mwisho. Baba, picha utaletewa kama screen mbele yako. yauma yatadhakaru linsanu ma saa, katika suratul fajri Allah anasema, yauma idhin yatadhakaru linsanu wa anna lahu dhikra. Siku hiyo atakumbuka mwanadamu yote aliyoyafanya, lakini ukumbusho ndio hautomfaa Ukumbuke usikumbuke madhambi yako yapo pale pale. Ndugu zangu, uzito wa siku hii, yauma yafirru almaru min akhi, ni siku ambayo mtu atamkimbia ndugu yake. Wa ummihi wa abi, mtu atamkimbia mama yake, pepo yake wa dunia na pepo yake wa akhera utamkimbia mama ambaye mwana Mtume anasema pepo yako iko chini ya nyayo yake. Utamkimbia baba yako nzazi, wa sahibatihi wa bani, utamkimbia mke wako, utakimbia watoto wako. Kwa nini? Likulli mriin minhum yawma idhin sha'nun yughni, siku hiyo kila mmoja ana lake linalomshughulisha, kila mmoja kapaga wana yake

yako tutafufuliwa, hatuna mavazi. Utasimama katika mizano, utapimiwa. baba ngoma uko mweupe ghorlan. Bwana Mtume anasema mtafufuliwa hali ya kuwa hamjatahiriwa.